John Cheyo mwenyekiti wa UDP, na bila shaka kama mwenyewe unaweza kujionea hapa mbele ya screen yako, naye studio ashafika hapa. Bwana Mapesa, karibu sana. Labda kwanza kuanza, tuliona bunge la kumi, eh, kama mkongwe katika siasa, busara zako E, maneno yako e, na na vijana wengi sana ushindani, maneno huku na huku, lakini umeweza kuhimili kwa e, ukadhilisha ukongo wako katika siasa. Katika bunge la katiba pia tuliona pia busara zako kama mkongo katika siasa, lakini kukawa na vuguvugu la uchaguzi mkuu 2015 k e, wanajiuliza watu wanajiuliza, UDP ilikuwa wapi? Labda kwa kuanzia hapo mzee wangu. UDP eh, kwanza nataka kutumia nafasi hii kukushukuru sana kwa kunipa hii fursa ya kuja kuzungumza na Watanzania yeah. wanaotuangalia eh, swali lako kwamba UDP liko wapi? UDP tulikuwepo, UDP tumegombea, eh, kwa bahati mbaya mm -hmm. kwa sababu yoyote ile mm -hmm. E, ni kwa kwamba kura hazikutosha mm, na labda hapa ningependa tu kuchukua nafasi hii mm, e, kuwapongeza wote wale ambao wamepewa kauli ya wananchi mm, ambao ni kutoka mheshimiwa Rais Magufuli mm, na wabunge wote wa vyama vyote mm, ambao kura zimetosha mm, na sasa wameingia katika bunge letu tukufu mm, ino la kumi na moja, e, na hapa mimi ningechukua nafasi hii kusema mm, sasa uchaguzi umeisha hmm. kwa hiyo wananchi mategemeo yao hmm. ni maendeleo kutokana na Bunge hili la kumi na moja mi mm, naona hilo ndio jambo kubwa ambalo liko mbele ya ya viongozi ya ambao wamechaguliwa, lakini pia iko mbele ya ya, ya sisi ambao tumekuwa mm, katika siasa kwa muda mrefu. Nchi hii ni yetu wote, tuna, hatutaki mtu aharibikiwe mm, hatutaki mtu achafue, tunataka kusonga mbele labda, mm. pengine watu walikuwa wanajiuliza, e, UDP imeshiriki katika uchaguzi mkuu mwaka 2015 lakini haikuvuma. Kwa nini haikuvuma? e, watu wajue kwamba sasa naenda kuipigia UDP. e, tumeona chama ACT ni chama kipya kabisa, e, CCM, Chadema, CCA ambao walikuwa wanaunda ukawa e, vilikuwa vinasikika, ila UDP imeonekana mlijifiche sana. Mlikuwa mna, mna, mna mnafanyaje kampeni zenu Kusikika ni ni ni jambo ni jambo ambalo mi nafikiri lina uhusiano na na vyombo vya vya habari kama nyinyi yeah. Kwa hiyo kama nyinyi amkutufikia, mm. na mkawafikia watu wa ACT mkafikia watu wengine na nini, mm. hatutasikika mm. na unajua kwamba siasa kama za mwaka huu zilikuwa ni siasa za ushindani mkubwa mm. kwa, kwa nyanja zote. Hmm. Kwa hiyo kulikuwa na ushindani mkubwa katika kuhakikisha kwamba mnasikika katika katika vyombo vya habari, hmm. e na ushindani katika mikutano mbalimbali ya hadhara mm. na na vyombo vya habari, ndio ambayo ndio njia ya kuwafikia wananchi. Vyenyewe vina uhuru wa kuchagua, wanaenda kwa mikutano ya nani mm. na mikutano gani waweze wakaiweka mm. kwenye vyombo vya habari mm. lakini tulikuwepo mm. na mimi hapo clips <coughs> nyingi tu, ambayo tulikuwa na mikutano mikubwa, wananchi wametusikia, wamesikia sera yetu mm. tumeendelea kusisitiza mm. kikubwa ambacho mi nataka kukisisitiza hapa mm. tena mm. kwamba adui yetu mkubwa ni umaskini mm. Kama tusipoweka mipango mm. ya kuhakikisha kwamba watu wanapata pesa mm. na wanajengewa heshima kwa mm. sababu kutokuwa na pesa mm. pia unaondokana na heshima mm. na ndio maana yeah. Unaweza ukakuta mpiga kura anaweza akarubuniwa na kibiriti tu mm anaweza akarubuniwa na kipande cha sabuni mm. anaweza akarubuniwa na na na, na, na na na kikombe cha cha sukari mm. au au chumvi hiyo mm. hiyo inaonyesha jinsi gani umaskini umetuondolea mm. hata ile heshima mm. kwa kwamba mimi naweza kutoa kura yangu mm. kwa mtu kwa sababu nimepata shilingi kumi mm. au nimepata kibiriti au mm. nimepata mambo kama hayo mm. kwa hiyo mipango iendelezwe mm. E, e, na, na, na bado sera yangu iko mm. Pale pale mm. Ukua kwamba lazima mazingira yatengenezwe mm. Fursa zitengenezwe mm. Watu watengeneze pesa mm. Wawe wakulima mm. Wapate pesa kwa, kwa mazao yao wawe wafanya kazi wafanya pate pesa mm. kwa kwa kwa, kwa mishahara yao inayotosha mm. wawe watu ambao ni wafanya biashara, mazingira ya biashara yawe mazuri mm. ili kwa kia kwa kwamba wanapata pesa na wanalipa kodi mm. mimi naona tuki, tukiangalia hilo mm. tutakuwa tumefika mbali na pia litakuwa